wa kutoa wanajeshi wa Kuba nchini Angola. Salamu wazazi, leo tunaingia katika moja ya sura nzito, tata na zenye mvutano mkubwa katika historia ya karne ya ishirini. Ni simulizi ya maamuzi magumu, itikadi kali na athari zilizovuka bahari. Tunamuona Fidel Castro, kiongozi wa mapinduzi ya Kuba, akiwa amesimama mbele ya ramani ya dunia, macho yake yakiwa yamekazia ya Afrika akitoa maagizo ambayo yangelibadilisha siasa za bara zima. Upelekwishi wa wanajeshi wa Cuba nchini Angola mwaka 1975 the haukuwa tukio la kawaida la kijeshi. Ulikuwa mkutano wa mapinduzi, ukombozi, vita baridi, na maono ya kimataifa ya mshikamano wa nchi maskini dhidi ya nguvu kubwa za dunia. Huu ulikuwa uamuzi uliobeba hatari kubwa, gharama kubwa, na urithi unaojadiliwa hadi leo. Angola kabla ya uhuru ilikuwa taifa lililochoka kwa karne za ukoloni wa Ureno. Rasilimali zake zilikuwa nyingi mafuta almasi ardhi yenye rutuba lakini faida zake zilikuwa mikononi mwa wachache. Wananchi walifanya kazi chini ya mifumo ya unyonyaji, huku sauti za uhuru zikikandamizwa kwa nguvu. Kufikia miaka ya sitini, harakati za ukombozi za kuota mizizi, lakini tofauti za kikabila, kikanda na kiitikadi zilivuruga mshikamano. Hivyo, badala ya harakati moja imara ziliibuka tatu, kila moja ikiwa na maono yake na washirika wake. MPLA iliongozwa na Agostinho Neto, ilikuwa na msingi wa kisoshalisti ikivutia wasomi wafanyakazi wa mijini na wale waliovutiwa na mapinduzi ya Marxist. FNLA chini ya Holden Roberto ilitegemea zaidi msaada wa kanda na uhusiano wa kikabila, huku ikipata uungwaji mkono kutoka Zaire ya Mobutu. UNITA ikiongozwa na Jonas Savimbi ilijenga kama harakati ya kitaifa, lakini baadaye ikawa mshirika wa wazi wa Marekani na Afrika Kusini. Tofauti hizi zilifanya Angola kuwa uwanja wa mapambano ya ndani na nje kwa wakati mmoja. Mapinduzi ya Carnation nchini Ureno mwaka 1974 yalipoangusha utawala wa kifashisti wa Lisbon, mlango wa uhuru wa Angola ulifunguka. Lakini badala ya amani, pengo la madaraka lilizua vita vya wenyewe kwa wenyewe. Marekani, ikiongozwa na hofu ya kuenea kwa ushawishi wa sovieti barani Afrika, iliona Angola kama kipande muhimu katika mchezo wa vita baridi. Henry Kissinger na CIA waliunga mkono Eunita kwa siri, wakitoa silaha na fedha. Afrika Kusini chini ya serikali ya ubaguzi wa rangi Iliogopa Angola ya kisoshalisti ambayo ingeunga mkono wapigania uhuru wa Namibia na ANC, hivyo jeshi la Afrika Kusini SADF, liliingia Angola kutoka Namibia kwa nguvu. Ni katika muktadha huu ndipo Fidel Castro alipoingia. Castro hakuwa tu kiongozi wa kitaifa, alijiona kama mwanamapinduzi wa kimataifa. Tangu ushindi wa mapinduzi ya Kuba mwaka 1959, aliamini kuwa Kuba ilikuwa na wajibu wa kusaidia harakati za ukombozi duniani kote. Afrika hasa ilikuwa na nafasi ya kipekee katika mawazo yake. Aliona historia ya utumwa, ukoloni na mapambano ya Waafrika kama kioo cha mapambano ya watu wa Kuba wenye asili ya Kiafrika. Kauli yake maarufu, Afrika ni sehemu ya damu yetu, haikuwa maneno matupu, bali dira ya sera. Uamuzi wa kupeleka wanajeshi Angola haukuwa mwepesi. Castro alijua hatari ya kukabiliana moja kwa moja na Marekani na Afrika Kusini. Alijua gharama za kiuchumi kwa taifa dogo lililokuwa tayari chini ya vikwazo vya Marekani. Alishauriana na viongozi wa Sovieti, lakini muhimu zaidi alifanya uamuzi huru. Cuba haikusubiri idhini kamili ya Moscow. Ilikuwa ni hatua ya kujitegemea, ikionyesha kuwa Havana ilikuwa na sera yake ya kigeni. Agosti 1975, wakati vikosi vya Afrika Kusini vilipozidi kusonga ndani ya Angola, Castro alitoa amri za siri. Kikosi cha awali cha wanajeshi wachache kilitumwa kuimarisha ulinzi wa MPLA, lakini hali ilipozidi kuwa mbaya, operesheni kamili ilizinduliwa. Iliitwa operesheni Carlota, jina lililobeba kumbukumbu kumbu ya wasi wa watumwa wa kiafrika nchini Kuba karne ya kumi na tisa. Jina hilo lilikuwa ishara. Mapambano ya Angola yalionekana kama mwendelezo wa mapambano ya uhuru ya waafrika duniani kote. Changamoto za kiusafirishaji zilikuwa kubwa. Chuba ilikuwa mbali na Angola kwa maelfu ya kilomita, lakini kwa msaada wa ndege na meli pamoja na ushirikiano wa nchi rafiki kama Congo Brazzaville, maelfu ya wanajeshi walivushwa Atlantiki ndani ya miezi michache. Zaidi ya wanajeshi wa Plato Speed walikuwa Angola, wakiwa na silaha, magari ya kivita na ndege za kivita. Hatimaye idadi ilifikia zaidi ya 300,000 waliopitia Angola kwa kipindi cha miaka kadhaa. Mapambano ya awali yalilenga kuzuia kuanguka kwa Luanda kabla ya uhuru rasmi tarehe 11 Novemba 1975. Ushindi wa MPLA kwa msaada wa Cuba ulihakikisha kuwa serikali mpya ya Angola ilikuwa chini ya Neto. Hii ilikuwa pigo kubwa Marekani na Afrika Kusini, lakini vita havikuisha. Kwa miaka iliyofuata Angola ikawa uwanja wa vita vya muda mrefu vya kuchosha na vya damu. Wanajeshi wa Kuba walijulikana kwa nidhamu, mafunzo na ari ya kiitikadi. Walipigana bega kwa bega na wapiganaji wa MPLA wakikabiliana na UNITA iliyoungwa mkono na Afrika Kusini. Moja ya sura muhimu zaidi ilikuwa vita vya Cuito Cuanavale kati ya 87 na 88. Hapa vikosi vya UNITA na Afrika Kusini vilijaribu kuangamiza msingi muhimu wa MPLA. Chuba ilituma maelfu ya wanajeshi zaidi pamoja na ndege za kisasa na artillery nzito. Mapambano hayo yalikuwa makali, ya muda mrefu na yenye majeruhi wengi, lakini hatimaye afrika kusini ilishindwa kusonga mbele. Kwa mara ya kwanza, jeshi la apartheid lilisimamishwa na kulazimishwa kurudi nyuma. Ushindi huo ulikuwa wa kijeshi na kisaikolojia. Nelson Mandela baadaye alielezea Cuito Cuanavale kama hatua iliyobadilisha historia ya kusini mwa Afrika, ikifungua njia ya uhuru wa Namibia na kudhoofisha msingi wa ubaguzi wa rangi. Athari za uingiliaji wa Kuba zilikuwa pana. Kisiasa uliimarisha MPLA na kuhakikisha kuwa Angola inabaki katika kambi ya kisoshalisti kwa miongo kadhaa. Kikanda uliharakisha mwisho wa utawala wa Afrika Kusini nchini Namibia. Kimataifa uliinua hadhi ya Kuba kama mchezaji muhimu katika siasa za dunia ya tatu. Lakini gharama zilikuwa kubwa. Maelfu ya wanajeshi wa Kuba walipoteza maisha yao mbali na nyumbani. Uchumi wa Kuba ulipata mzigo mkubwa kutokana na gharama za kijeshi na vikwazo vinavyoendelea. Ndani ya kuba propaganda ya serikali iliwaheshimu wanajeshi hao kama mashujaa wa kimataifa. Majina yao yaliandikwa katika kumbukumbu za taifa. Familia zao zilijivunia mchango wao, lakini pia zilihisi maumivu ya hasara. Wakati huo huo wapinzani wa Castro walikosoa uingiliaji huo, wakisema kuba ilitumia rasilimali zake ni badala ya kuboresha maisha ya raia wake. Leo urithi wa upelekushi huo bado unaonekana. Uhusiano kati ya kuba na angola unabaki kuwa wa karibu. Madaktari, walimu na wataalamu wa kuba wanaendelea kufanya kazi barani Afrika. Kwa waafrika wengi, kuba inakumbukwa kama mshirika wa kweli katika nyakati za giza. Kwa wengine, uingiliaji huo unaonekana kama sehemu ya michezo mikubwa ya vita baridi. Upelekwishi wa wanajeshi wa kuba nchini angola ulikuwa zaidi ya operesheni ya kijeshi, ulikuwa tamko la falsafa la mshikamano na la ujasiri. Ulionyesha kuwa hata taifa dogo likiwa na maono na dhamira linaweza kuathiri mkondo wa historia ya dunia. Tafsiri ya tukio hili inategemea mtazamo, lakini ukubwa wake hawezi kupuuzwa.